Ndugu zangu watu wanasema, ramadhani imeshaondoka. Laqad rahila ramadhan. Ramadhani, ramadhani imeshafungasha virago, ramadhani imeshachukua kilichokuwa chake na kuondoka. Nataallam tunajuta tunaumia, ni rahili ramadhan, kwa sababu ramadhani, ramadhani inatutoka inaondoka, lakini mwenye kusema anatuambia

Je, hiyo Ramadhani ikirudi mwaka ujao, we utakuwepo, au utakuwa miongoni mwa waliohama na kuondoka ulimwengu huu? Kwa hiyo kusikitika kwako kwa isiwe kwa kuondoka Ramadhani. Sikitika kwamba je, Ramadhani ikirudi nitakuwepo? Je, Ramadhani ikija mimi nitakuwepo mwakani? na ikiwa suala ni la au ndio kwani, hatujui, amaru kulluha biyadillah. Mwenyezi Mungu ndiye aliyemiliki umri wa kila mmoja. Hatman inaweza ramadhani ikarudi, sisi hatupo, na hilo linawezekana sana, kwa sababu wenzetu ambao tulikuwa nao mwaka jana hakuwahi kufunga Ramadhani hii. Kwa hiyo hii ina maana kwamba Ramadhani ulio nayo na siku zilizobaki katika hii kumi la mwisho ni Ramadhani yako, ifanye kama ndiyo ya mwisho, sababu hujui wewe kama utakuwepo siku za mbeleni. Kwa hiyo sum sauma muwadda, funga funga yako ya kuaga. Swalli salat almuwadda swali al swala ya yule mwenye kuwaga. Matendo yako yote yafanye kana kwamba ndo unaaga, wakati wowote wa unaweza ukaondoka wewe, lakini Ramadhani inaondoka inarudi, inaondoka inarudi, inaondoka inarudi. Watukufu Waislam, tuko katika kumi la mwisho, kumi ambalo wameshuhudia wa masahaba kumshuhudia Mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya mambo makuu matatu: idha dakhala al-ashru al-akhiru al min ramadan, linapoingia kumi la mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadan. kana yuhyi laylahu wa yuqidu ahlahu wa yashudu ya mizara, Mtume alikuwa akiamsha watu wa nyumbani kwake, alikuwa akijifunga mkaja alikuwa akijitahidi kufanya ibada na alikuwa akihuisha usiku. Mtume sallallahu alaihi wasallam likuwa kumi hili matatu haya haya, mpiti anahuisha usiku, anajitahidi ibada, anaamsha watu wa nyumbani kwake. Watukufu, siku za witri zimeshaanza na usiku wa jana pamoja na leo mchana wake, ndio autar maana, ndio mwezi ishirini na moja na Mwenyezi Mungu wa Azza wa Jalla insha Allah awe ametuandikia sisi kupata lailat min layali lqadr. Mwenyezi Mungu wa Azza aza wa wajal katika usiku huo, ni upendeleo kwetu, ni fedha kwetu, ni upendo kwetu, kwa sababu mtume alitutangazia umri wetu mfupi, akasema amaru ummati ma baina 60 wa 70, umma wangu umri wao wataishi umri mchache kati ya miaka 60 na sab anayevuka zaidi ya hapo ni bonus. Mwenyezi Mungu amemjalia, qalilun man yatajawazu dhalik, ni wachache wenye kumaliza na wakapita zaidi ya miaka sabini ni wachache. Kiwengi wao tutaondoka tukiwa na umri kati ya miaka sabini na sitini. Mpaka mtume wa umma huu Muhammad ibn Abdullah aliondoka akiwa na umri wa miaka 63, yeye na sahibu wake Abu Bakr as-Siddiq na wengi katika masahaba. Kwa hiyo ikiwa mtume wetu aliondoka hivyo, basi wengi tutarajie kwamba huo ndio umri wetu, na wachache watapenya katika umri huo, ni kama Mungu ni zawadi amewapa kwa hiyo, tutengeze vizuri amali zetu kwa umri mdogo huo, na miongoni mwa mambo ambayo yanaufanya umri huo kuwa extended na kupanuka ni kudirika Lailatul Qadr. Allah anasema, Bismillahir Rahmanir Rahim

akiunganisha na umri wake wa miaka sitini na tatu atakaopewa au sabini na ile miaka thamanini ambayo Mungu amempa katika Lailatul Qadr, atakuwa mbali sana katika kimatendo, kama alitumia vizuri fursa hizi. Sasa huo ni usiku mmoja, umeupata. Je, kama umezipata Ramadhani 40 ukazipata Ramadhani 45 na zote ukaafikiwa kuupata Lailatul Qadr Piga hesabu ya miaka yako ambayo utakuwa umemtumikia Mwenyezi Mungu katika mema. Hiyo ni zawadi ambayo isitupite ndugu zangu wa Islam, kutafuta tafuta ndani ya huu mwezi wa Ramadhani hasa kumi hili ambayo limebakisha siku chache kumalizika kwa Ramadhani ili nasi tuongeze idadi ya miaka yetu kiamali na kimatendo mbele ya Allah. Huu ndio uzuri wa dini yetu ya Uislamu.